Kama ambavyo maandiko matakatifu yanasema siku za mwanadamu. Sisi wa Kristo tunasema kwenye Ayubu 14:1, siku za mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke za kuishi hapa katika dunia hii si nyingi, nazo zimejaa taabu. Na hakuna aliyejua kama jana mwenzetu tuliye kuja naye angeweza kututoka kwenye mazingira yale. Kwa hiyo ni sehemu ya kumshukuru Mungu kama ibada na kujitia moyo kwa sisi tuliobaki, tuendelee kumwombea mwenzetu aweze kupata mwanga wa milele lakini vile vile, sasa kwa niaba ya uongozi wa Young Africans kuanzia rais wa klabu hii pamoja na kamati yake tendaji, ofisi ya mtendaji mkuu pamoja na idara yangu ya wanachama na mashabiki tunatoa pole ya dhati, na pia msiba huu umetugusa sana sana na kama sehemu ya utaratibu wetu msiba huu wote utakwenda kubebwa na klabu kila kitu kupitia, kupitia mratibu wenu wa mkoa. Tayari maelekezo yamesha kwenda na anachotakiwa ni kuyatekeleza tu. Kwa hiyo kuanzia sasa hivi, aliyekuwa mkuu wa msafara Gabi utawasiliana na mratibu kwa kila kitu watu wote mliopo hapa mtasafiri salama, ndugu yetu tutamsafirisha salama, mwanachama mwenzetu marehemu Herman Filipo Sungura ambaye alikuja kwa ajili ya furaha na sasa tunamrudisha kama marehemu. Tutamfikisha Mbeya salama na tutamhifadhi salama. Yote hiyo itakuwa ni chini ya klabu ya Young Africans, kama sehemu yetu ya kuonyesha kugusa na tatizo hili ambalo limetokea la msiba lakini vile vile sitakuwa mchoyo wa fadhila kuishukuru jeshi la polisi. Baada ya tukio hili kutokea jana, waliweza kutupa, kutokana na aina ya tatizo lenyewe la shoti ya umeme, waliweza kuja pale, waliweza kutusaidia, wakaweza kutufanyikishia mpaka ndugu yetu tukaweza kumuhifadhi kabla ya kusafiri naye leo. Kwa hiyo tunawashukuru sana jeshi la polisi, lakini pia wenzetu wa shirika la umeme Tanzania TANESCO, nadhani meneja yuko hapa, akuwepo jana wakati wa tukio linatokea, lakini ameweza kufika. hii ni faraja kwetu ya kuonyesha kwamba tatizo lililotokea lilikuwa ni la ghafla. lakini pia ameweza kufika na kushiriki pamoja nasi. Nikushukuru sana meneja, kwa moyo wenu, hakika mmeonyesha uungwana wa hali ya juu, na pia wamesema watashiriki na sisi kwa namna yoyote, ambayo pia wamesema watachangia sehemu kama pole na rambirambi. Kwa ziko salamu za rambirambi ambazo watazitoa kwa ajili ya wanambea na wanayanga wote kuonyesha kuguswa na tukio hili. Vilevile nimeona mashabiki ambao wamesafiri na ni watani zetu wajadi lakini walisafiri kutoka Mbeya. Naomba nichukue nafasi hii pia kuwashukuru sana kwa moyo wenu wa upendo mlioonyesha. Mpira sio adui, michezo ni furaha, michezo ni amani. Leo mwenzetu ametangulia, Kesho itakuwa zamu yetu. Kwa hiyo mimi niwashukuru sana, sina cha kuwalipa chochote. Klabu ya Young Africans inawashukuru sana sana sana, kila mmoja aliyeshiriki kwa nafasi yake, kila mmoja aliyeweza kuguswa na tukio hili mpaka hapa tulipo. Na kwa niaba ya uongozi wa Young Africans na kamati yake tendaji yote, ninawatakia safari njema na tutahakikisha tuta, tunawasimamia vizuri mpaka mnafika mpaka mnamuhifadhi mwenzetu. Baada ya hapa kwenda mbele, pia tutaendelea kutengeneza utaratibu mzuri sasa kwa wale mashabiki wetu ambao watakuwa wakisafiri kuja kutusupport na wanachama, ili hiyo rais alizungumza hapa, mratibu kwamba jana wakati tatizo hili linatokea, kulikuwa kuna tatizo lingine tena la kuweza kusolve. Kwa hiyo hatukuweza kuweza kufika kwa haraka hile ambayo pengine ingeweza kuwa, lakini yote ya yote ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Waliokuwepo wameweza kusimama vizuri. Mimi sikuweza kudhani kama Gabi anaweza akalisimamia jambo mpaka hapa alipolifikisha. Kwa hiyo Gabi, nikushukuru kama mwanachama wa klabu yako, umetimiza wajibu wako vizuri, umewasimamia wenzako vizuri na umeonyesha kweli unafaa kuwa kiongozi kwa wale ambao walikupa dhamana ya kuongoza. Baada ya kusema haya Niomba nimshukuru kila mmoja wetu aliyepo hapa na niombe Mwenyezi Mungu aweze kutujalia safari iliyo njema, tuweze kufika salama na kumhifadhi mwenzetu ndugu yetu Herman Filipo Sungula katika nyumba yake ya milele siku chache zijazo katika jiji la Mbeya. Asanteni sana.